Sasa tunapoanza safari yetu ya hekima hapa katika Luka sura ya 11, Yesu yuko takriban miezi sita kabla ya kusulubiwa kwake, na wakati huduma yake inaendelea huko Yudea, anasafiri polepole kuelekea kuonekana kwake kwa mwisho Yerusalemu. Sasa anafahamu kabisa kwamba viongozi wa Kiyahudi wanafuatilia kila hatua yake. Wow, wao wanatumaini wanatamani kupata nafasi ya kumaliza tishio hili kwa mamlaka yao wenyewe ambalo wanamwona yeye kuwa nalo. Mstari wa 14 unatueleza kwamba alikuwa anatoa pepo aliyekuwa bubu. Wakati pepo alipotoka yule mtu bubu akaongea, na watu wakashangaa. Sasa wanashangaa kwa sababu wanajua ni Mungu tu mwenye uwezo wa kuamuru ulimwengu wa mapepo na Yesu hatumii, unajua, uvumba maalum wowote yeye hatamki maneno ya uchawi kama vile marabi wote walivyokuwa wanafanya wakati wake. Sasa badala ya kushangaa na kufurahi, wanashangaa na wamekasirika sana. Kwa kweli, wanawekwa wazi hapa na nguvu halisi za kimungu za Yesu. Unajua, ni jambo moja kubishana na mafundisho ya Yesu, na bado wanajaribu kujua jinsi ya kufanya hivyo, lakini ni jambo tofauti kabisa kupuuza nguvu zake, au kujaribu kufanya hivyo hivyo basi wapinzani wa yesu wamebaki na chaguo moja tu na hapa ndipo ilipo kwenye mstari wa kumi na tano lakini baadhi yao walisema anatoa pepo kwa nguvu za beelzebuli mkuu wa pepo unaona hawawezi kukataa kile anachofanya hivyo wanajaribu kupotosha jinsi anavyokifanya na wanasema basi ni kwa nguvu za beelzebuli au au nguvu za shetani na si za mungu Bwana wa nyumba hii ni rejea kwa nguvu za giza, za giza, ufalme wa Shetani. Sasa mstari wa 16 unatueleza kwamba kuna baadhi ya watu katika umati huu wanaanza kumtaka Yesu awape ishara kutoka mbinguni. Kwa maneno mengine, eh, unajua Yesu, kwa nini usithibitishe tu kwamba hauko upande mmoja na kuzimu au Shetani? Tupe ishara kutoka mbinguni. Sasa hili bila shaka ni la kipuuzi kabisa, kwa sababu tayari amewapa ishara kutoka mbinguni. Ametoa pepo kutoka kuzimu tu, kama mwandishi mmoja alivyosema. Sasa wanataka ishara ili kuthibitisha kwamba zile ishara zilikuwa kweli ishara. Ni upuuzi kabisa. Basi badala ya kuwapa ishara nyingine tena, Yesu anawafanya wafikiri hivyo anawaingiza hapa kwenye darasa la haraka la mantiki, kana kwamba anasema, unajua, mbona msitumie akili zenu? Vaeni kofia ya kufikiri kwa muda kidogo. Anawaambia hivi kwenye mstari wa kumi na saba: kila ufalme uliogawanyika dhidi yake wenyewe utaangamia na nyumba iliyogawanyika itaanguka. Na kama Shetani naye amegawanyika dhidi yake mwenyewe, ufalme wake utasimama vipi? Kwa maneno mengine, Yesu anasema tazama, kama shetani anawatoa pepo wake mwenyewe, basi ulimwengu wa mapepo umegawanyika dhidi yake wenyewe. Tumieni akili zenu. Sasa hapa kwenye mstari wa kumi na tisa Yesu anasema, kama mimi ninawatoa pepo kwa Beelzebuli, basi wana wenu wanawatoa kwa nani? Kwa hiyo, hao watakuwa waamuzi wenu. Hebu nirahisishe tu kile ambacho Yesu amesema hapa: kama shetani ndiye ananipa nguvu, ni nani anayewapa nguvu viongozi wenu wa kidini, wana wenu wanapowatoa pepo? Kisha Yesu anaendelea hapa kutoa hoja ya mwisho dhidi ya mantiki yao isiyo na msingi. Anasema hapa kwenye mstari wa ishirini lakini ikiwa ninawatoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umewajia tena nikirahisisha, maneno ya Yesu anasema kama ufalme wa Shetani hauna nguvu dhidi yangu, si ni wazi kwamba mimi ni mfalme wa ufalme ulio mkuu zaidi, na kwamba ufalme wangu unatiwa nguvu na kidole au nguvu ya Mungu? Sasa hawa viongozi wa kidini wangeelewa mara moja kwamba rejea hii inarudi nyuma hadi Kutoka sura ya nane katika Kutoka sura ya nane wachawi wa Farao hatimaye wanakubali ukuu wa Mungu wa Musa, na wanamwambia Farao katika mstari wa kumi na tisa hii ni kidole cha Mungu. Yesu anatoa rejea nyingine hapa katika Luka sura ya kumi na moja mistari ya ishirini na moja hadi ishirini na mbili anapozungumzia kuhusu mtu mwenye nguvu ambaye ni Shetani na mtu mwenye nguvu zaidi ambaye ni Yesu. Na hiyo inaonyesha dosari kuu katika mantiki ya wakosoaji wake. Yesu kimsingi anasema, tazama, mimi ndiye mwili mfano halisi wa kidole cha Mungu. Na kwa sababu ya mimi ni nani na nguvu kuu ya ufalme wangu, si muda umefika uamue kama wewe ni mfuasi wangu au la. Ona Yesu anasema, tazama, nitaweka mstari kwenye mchanga na unahitaji kufanya uamuzi. Na sasa hapa ndipo changamoto ya moja kwa moja inakuja kwenye mstari huu ishirini na tatu. Yeyote asiye pamoja nami yuko kinyume nami, na yeyote asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Shetani anatawanya na kuharibu, Yesu anakusanya na kujenga. Kwa hiyo uko upande wa nani? Uko upande wa nani? Kwa sababu lazima uchague. Warren Wiesbe anaandika hivi kwamba hai lazima tufanye uamuzi, na tukiamua kutofanya uamuzi, kwa kweli tunachagua kuwa kinyume naye. Unaona, hakuna kitu kama kuwa katikati katika Ukristo wa kweli. Huwezi kukaa kwenye uzio hapa. Kukaa katikati ni kutokuamini. Huwezi kumchukua Yesu kama mfano wako tu, lakini si kiongozi wako huwezi kumchukua kama mwokozi wako lakini si mtawala wako. Unaona, naamini ndiyo maana Yesu anaendelea hapa kutofautisha kati ya ya marekebisho ya maadili na kuzaliwa upya kiroho kwa kweli. Sasa naangalia aya 24: na roho mchafu anapotoka kwa mtu hupita katika mahali pasipo na maji akitafuta mahali pa kupumzika, na asipopata husema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka na anaporudi, anakuta nyumba imefagiliwa na kupangwa vizuri. Kisha anaenda na kuleta roho wengine saba wabaya kuliko yeye mwenyewe, nao wanaingia na kukaa humo, na hali ya mwisho ya mtu yule inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Sasa hoja ambayo Yesu anatoa hapa ni kwamba mabadiliko ya kimaadili bila kuzaliwa upya kiroho kwa kweli hayana maana katika kupambana na ufalme wa giza. Hapa Yesu anamzungumzia mtu ambaye anaonekana kuwa na maadili mema. Amefagia dhambi zile zilizo wazi kabisa kwa namna fulani. Yeye ni labda ameamua kuanza upya maisha yake. Labda ameanza kwenda kanisani au kitu kama hicho. Lakini ule utupu wa kiroho bado upo, ila anajidanganya kwa kujiona ana maadili na kiroho. Hili linaofungua mlango tu na kuruhusu uovu zaidi kuingia na kumpeleka mbali zaidi na zaidi kutoka kwenye ufalme wa nuru na kumtumbukiza moja kwa moja mikononi mwa ufalme wa giza. Unaona, haitoshi tu kutoa kile ambacho ni kibaya. Tunapaswa kujazwa na kila kitu kilicho sahihi. Kama mwandishi mmoja alivyoandika, tunapomfuata Yesu sasa mara tu baada ya kusema haya, kuna majibu mengine kutoka kwa umati, na hili hili liko karibu na ukweli, lakini bado halijashika maana halisi. Mstari wa 27: Na, na alipokuwa akisema mambo haya mwanamke mmoja katika umati akapaza sauti na kumwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti ulionyonya. Haya, hili kwa kweli ni sifa kwa kweli ilikuwa kawaida katika siku hizo, katika utamaduni wa Warumi na Wayahudi kumsifu mtu kwa kumpongeza mama yake. Hivyo basi anamwambia Yesu, mama yako amebarikiwa sana kupata mtoto kama wewe. Ah, siwezi kujizuia kufikiria kwamba hilo ni jambo ambalo mama yangu hakuwahi kusikia nilipokuwa nakuwa. Vipi kuhusu yako? Sasa Yesu hamkemei hapa, hamkaripi kwa pongezi hizo za fadhili, lakini anamwambia kwamba hukosa uhakika. Anamwambia hapa kwenye mstari wa ishirini na nane bali heri wale walisikiao neno la Mungu na kulishika. Kwa lugha ya asili ingesikika zaidi kama ndiyo ni kweli, lakini heri wale walisikiao neno la Mungu na kulishika. Unaona, Yesu hataki asifiwe. Yesu hajali kusifiwa. Hahitaji kupigiwa makofi. Yeye anataka kuabudiwa na kutiiwa kwa neno lake. Na katika matukio haya, Yesu anaonyesha nguvu ya neno lake. Neno lake linamkomboa mtu aliyekuwa na pepo. Neno lake linashinda ufalme wa Shetani. Neno lake linajaza pengo utupu wa roho zetu. Nana ni neno lake kama mstari kwa njia uliochorwa kwenye mchanga. Neno lake linakualika uvuke huo mstari na kumfuata yeye, kuingia katika ufalme wa mbinguni na kuacha nyuma ufalme wa giza. Fanya uamuzi wako wa kumfuata Yesu sasa hivi. Utafiti mmoja nilioona kutoka chuo kikuu cha Kolumbia miaka michache iliyopita uligundua kwamba mtu wa kawaida hufanya maamuzi takribani sabini kwa siku kwa kujua. Hiyo ni kila kitu kuanzia nini uvae hadi nini ule kwa chakula cha mchana. Hiyo inafikia takribani maamuzi elfu ishirini na tano kwa mwaka, na katika maisha ya wastani ya miaka 75 hadi 80 mtu atakuwa amefanya maamuzi kama milioni mbili lakini ngoja ni kuambie, kati ya hayo maamuzi milioni mbili utakayofanya kama utaishi muda huo wote, hakuna hata moja litakalokuwa muhimu kama uamuzi wako wa kumkiri Yesu Kristo kuwa Mwokozi na Bwana wako. Mimi mwenyewe nilifanya uamuzi huo nilipokuwa na umri wa miaka kumi na saba. Niliamua upande gani nipo. Na wewe je, leo uko upande wa nani?